lakini jaribio la tiba ya ukimwi Afrika latoa matumaini. Jaribio la tiba ya ukimwi Afrika latoa matumaini. Lakini huduma ya maji saa 24 bado ni changamoto. Huduma ya maji saa 24 bado ni changamoto. Lakini jaji Ashusha Rungu mtifuano kesi ya mabasi ya Ngorika na Mbere Sekuru. E, Yuna bali nasema jaji Ashusha Rungu mtifuano kesi ya mabasi ya Ngorika na Mbere Sekuru lakini bado kuna habari inayosema Chadema ya waita wanaotaka ubunge, Chadema ya waita wanaotaka ubunge wamo pia wanaotaka udiwani na waliogombea 2020 vikao kufanyika Dar es Salaam, hofu ya makada kutimikia vyama vingine. Ya tanda Mnyika ajibu mapigo ya msajili sakata la mchome. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele, na tukichana gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe bwanga wa jamii lenye linaandika habari kubwa inayosema Mboe aibuka msibani baada ya kutoonekana hadharani siku 62. Mboe aibukia msibani baada ya kutokuonekana hadharani siku 62. na mbili Lakini Moshi e, balaa kwa mikasa ya ukatili wa kumwagiwa tindikali e, Moshi balaa kwa mikasa ukatili wa kumwagiwa tindikali. Lakini Tanzania ilishtaki mahakama shirika la Umoja wa Mataifa Mtanzania alishtaki mahakama mahakamani shirika la Umoja wa Mataifa, habari inaendelea ukurasa nne. Lakini familia kada CCM aliyotoweka yaeleza magumu inayopitia. Lakini majimbo mapya moto, habari kwenye gazeti lako inasema majimbo mapya moto, kati ya majimbo saba ya mkoa wa Mbeya sita yanapendekezwa eh, kupasuliwa Tanga na Dodoma. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini Chadema yajipanga, Chadema yajipanga eh, utetezi ofisi eh, kwa msajili eh, Chadema yajipanga utetezi ofisini kwa msajili. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini bado kuna habari na inayosema eh, Burundi yaipa onyo kali Rwanda mapigano DRC hiyo ni Burundi yaipa onyo kali Rwanda mapigano ya DRC. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti ya Nipashe kwenye kurasa za ndani. Na tukiachana Nipashe, tuangazie gazeti lako la habari leo lenye ni li habari kubwa inasema Samia ateuwa, atengua apangia vituo mabalozi. Samia ateua na atengua apangia vituo mabalozi. Lakini Janabi Afrika iwekeze kimkakati, hiyo ni Dr. Janabi asema Afrika iwekeze kimkakati. Hiyo ni habari, endelea ukurasa wa pili lakini ineki yapewa ushauri kugawa majimbo, leo mwisho kupokea na wa kupokea mapendekezo. Dar es Salaam yapendekeza Ukonga igawanywe, lakini mawakili wafundwa eh, wazingatie maslahi ya taifa. hiyo ni habari ukurasa wa pili. na vipimo ya changia hazina bilioni 17 miaka minne, eh, vipimo ya changia hazina bilioni 17 miaka minne. na Wasira aonya rushwa wagombea CCM, huyo Steven Wasira aonya eh, rushwa wagombea CCM. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Lakini wakuu wa East Africa na Sadeki wagiza mpango amani DRC utekelezwa, bari inapatikana ukurasa wa saba kwa gazeti lako la habari leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la uhuru eh, ukweli daima asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema wafanyakazi uhuru wapewe elimu ugonjwa wa macho eh, wafanyakazi uhuru wapewa elimu ugonjwa wa macho. Na SMZ ya ukoleza Kasi ya uimarishaji elimu. Aliyemuua mkewe naye kunyongwa. Yuni habari inapatikana kwenye gazeti la Uhuru. Lakini Majaliwa agiza TANAPA kuinadi hifadhi ya Mkomanzi. Majaliwa agiza TANAPA kuinadi hifadhi ya Mkomanzi. Rais Samia ateua DC atengua ampangia kituo balozi mtini. Lakini Wasira atoa maangalizo wanausaka ubunge. Huyo ni Stephen Wasira atoa maangalizo wanausaka ubunge. Serikali imeridhishwa na mradi wa ikopu. Huyo ni Dr. Biteko. Wachumi wachambua watoa wa neno ulinzi SGR. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira asubuhi ya leo linaandika mradi wa shamba la parachichi waleta mapinduzi. Ikanga na CRDB yaja na mkopo wa jinasue kwa wateja wake. Lakini Wasira awaunya wanaotaka ubunge kwa figisu ndani ya CCM. Samia shiriki kikao cha wakuu wa nchi serikali Afrika na sadiki. Chadema yaitikisa kikao yaitisha kikao cha watiania kanda ya kati, yani chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema yaitisha kikao cha watia nia kanda ya kati. Lakini mlipuko kiwandani wa tikisa Rungwe, mlipuko kiwandani wa tikisa Rungwe. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania uzalendo kwanza lenye linaanza na habari inayosema mambo magumu bunge Arusha mjini, madiwani wakataa uligawa jimbo. E, mambo magumu ubunge Arusha mjini madiwani wakataa kuligawa jimbo lakini milioni 730 e, na wanufaisha vikundi 221 vya wajasiriamali Muheza na tanapa itangazeni hifadhi ya mkomanzi huyo ni Kassim Majaliwa e, atoa neno lakini Rais Samia aombwa e, kuwasogezea huduma ya afya ya akili mikoani yuna habari kwa gazeti ya Taifa Tanzania lakini kwa gazeti ya Raia, Mwema asubuhi ya leo linaandika familia yalilia uchunguzi wa mauaji lakini lakinibaronika kwa kukutwa na laini9 eh, za simu eh, kukutwa na laini za simu lakini kauli ya makala msajili ali, ailima baru ataka maelezo kuhusu ununuzi wa virusi vya ebola hiyo ni kauli ya makala msajili ailima barua hata ataka maelezo kuhusu virusi vya ebola lakini dhuluma polisi mwaathirika akimbilia kwa Rais Samia na Bashungwa. Lakini kuelekea uchaguzi mkuu Wasira sira y aliya wanaojipitisha. Hiyo e, ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Raia Mwema ukurasa wa tano, habari hii inaendelea kwa kina. Lakini Chadema pasua kichwa, kauli mbiu ya no reform no election yageuka mateso. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti ya Raia Mwema. Lakini gazeti la Wamachinga sauti ya wenyonge asubuhi ya leo linaandika mizigo ya ongezeka bandari ya Dar es Salaam lakini Wasira awamulika awa wataka ubunge CCM, awaonya baadhi wameanza kuvunja maadili ya chama kuelekea uchaguzi mkuu, aonya matumizi ya fedha, lakini awakumbusha wataka ubunge na wabunge waliopo kuzingatia maadili, huku akitoa eh, rai kwa wajumbe watakaopiga kura kuchagua mgombea mmoja kati ya watatu ndani ya chama. Lakini rais Dr. Samia afanya uteuzi wa kuwapangia vituo mabalozi. Chadema waitisha kikao cha watiania eh, na ubunge. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Wamachinga. Lakini bado kuna habari inayosema ZRA e, yarejesha fadhila kwa jamii. Hiyo ni gazeti la lako la Wamachinga. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye michezo na burudani linaanza na habari na gazeti la lako la Wamachinga. Linaandika kipa Komeni amkuna kocha Yanga. Eh, kipa Komeni amkuna kocha Yanga. Profesa Kabudi ae apanga kukutana na TFF na TPLB. E, huyu ni Waziri Kabudi e, apanga kukutana na TFF na TPLB. Lakini Taifa Stars kama ulivyosikia e, Taifa Stars kama ulivyosikia e. Lakini Simba yaja na Simba wese e, Simba yaja na Simba wese. Lakini gazeti la Raia Mwema Michezo linaandika Yanga Simba mbele ya waziri kesho, tamasha la kuombea uchaguzi live ni habari kwenye gazeti lako eh, la Raia Mzalendo, la Raia Mwema. Lakini Kimataifa linaandika George Foreman hatunaye, msikilize aliyopata kusema. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Manula kuondoka Simba mwishoni mwa msimu. Taifa Stars eh, matumaini kibao usiku wa manane leo, ukimya wa TFF na TPLB sasa waitwa na Profesa Kabudi. Lakini Simba yajipanga kuepuka makosa dhidi ya Bigman nambari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Majira linaandika benki ya NBC yashiriki uzinduzi wa uwanja mpya wa Singida, yasisitiza kuboresha viwanja nchini. Lakini serikali yaanza kutambulisha muziki wa singeli kimataifa. Na gazeti lako la Uhuru kwenye michezo linaandika mkwasa kibadeni wa mpatano kabodi Dula Mbabe kaseba wa mtaja Rais Dr. Samia. Lakini gazeti lako la Nipasha linaandika Miludi Anika Siri iliyoibeba Yanga, lakini kocha huyu afunguka mafanikio yao, eh, ni ya wote na si mchezaji mmoja mmoja. Simba kuikabili Big Man Kibabe, hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, lakini gazeti lako la habari leo linaandika kocha wa Ghana awataka kusahau yaliyopita, hiyo ni habari inaanza kipande cha eh, kimataifa, nasema kocha wa Ghana awataka eh, kusahau yaliyopita, lakini Simba yaikamia almasiri shirikisho Eh, Simba yakamia Almasri shirikisho. Kikosi cha Yanga cha Mpa Jauri Miloud, lakini serikali kupeleka muziki wa singeli kimataifa. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania, na gazeti lako la habari leo limekuletea habari hiyo kwa kina. Lakini kwenye gazeti la Mwanaspoti asubuhi ya leo linaanza na habari inasema, eh, mashine ya mashuti inavyonoa mastaa, mashine ya mashuti inavyonoa mastaa. Yanga yatibua dili la fei